Kuna watu wamebarikiwa miili ila huyu mdada akabarikiwa sura. Jamani, wow, you are so cute. Thank you. Kwa nitako sina. Ah, una tako kwa kweli, nisikudanganye eti, eti nigeuke au nsigeuke? Hapana, mnataka kunizalilisha. Nimeshawajua mnataka kuniondolea CV yangu. Tubaki hapa hapa. Habari za jioni. uh, hivi kuna mtu mwingine aelewi mapenzi au ni mimi tu eh, au mimi tu Tuko wengi kama, uelewi punga pungeni, msione aibu, tuko wengi. Kifo cha wengi waga ni sherehe, haleluya wengi. Yani ukiwa hivi nje, ukiwa mpenzi mtazamaji, mapenzi ni mazuri sana na yanavutia yanashawishi ingia wewe sasa, za uso hujalala, unafumania hujakaa, hujatulia, unamwona bwana wako ana mwanamke ana bonge la nyashi mpaka unasema yamani, kwani hakumwona? Ukikaa hivi pembeni, ukiwa unayangalia mahusiano, yaani ukiwa mpenzi mtazamaji wenzako wanapata wanaume wenye hela, marafiki zako wanakuja wamebeba zawadi wakienda kuwaona maboyfriend zao. hmm? Wewe unarudi umechoka, mpaka unajiuliza kwani mimi nina nini, mbona mimi siele? Yani sielewi. Wewe marafiki wenzako akija wamebeba mifuko ina maua wewe kununuliwa hiyo chipsi ayi, mpaka uumwe au usingizie unaumwa, ndo unapewa hela ukanue chips. Na sio unapewa unaifata geto, naenda kulipa gunia la viazi huko toka Uyole. <laughs> Unajua kuna vitu kwa uhalisia hivi viko sawa, lakini mtu anavyovijali basi vinakuwa ni tofauti. Kuna mimba alafu kuna ujauzito. Wadada huwa mnaelewa eh? Kuna wakati unapata mimba halafu kuna wakati unapata ujauzito. Kwanza ujauzito hutumii nguvu kuuelezea kwa mpenzi, maana anayekupa ujauzito uwaga ni mtu mzito. Ukifika pale ukimwambia tu baby, mimi sija visikupe. Shida mama nini shida, nahisi kama ni mjamzito. Yani hata kama alikuwa anakula mtu anaacha, usiniambie, nakuwa baba anafurahi kama alikuwa anakupenda na kupenda. Mara tatu yake mimba huwaga haikubaliwagi hata ukiwa kwenye ndoa. Kimwambia tu baba nani, naona kama nina mimba hivi. Mama nani, kwa nini haukogo makini? Kwa nini eh? Sawa, nimeteleza, nimeipata. Anaanza kukwambia tu, subiri tumuone mtoto tena. Mimba uaga unapewaga na mtu ambaye Yani ujui hata hospitali unaenda kujifungulia ni hospitali gani. Kina paula wamepewa mimba, wameenda kujifungua hospitali nzuri, hospitali milioni si mbili kujifungua. Wewe mwenzangu, umebeba mimba, unaenda kujifungulia zahanati ya kijiji, unaenda kujifungua zahanati ya kijiji, unatoka hapo unaambiwa mama nanie jiangaliz iangalizia hapo chuma michichi hiyo uongeze damu hmm? Alafu mimba huaga haitoki, hata ufanye nini, mimba haiwezi kutoka. Nenda kwa dokta kupe dawa sijui nini, haitoki. We babake mwenyewe anakaa kwa bodaboda, mguu mmoja upo chini, unaburuzika, unategemea mimba itoke? subutu Haitoki, lakini ujauzito ukiteleza tu ushatoka, mpaka unajuza, jamani, kwa nini unalia jamani, eh? Asante, naitwa Mary, karibuni sana, nataka Iy ya, asante yah, tupige makofi mengi, sweet uh, Mary ya pige makofi, pia makofi. This is a talent.